The name of God kuna the wakati katika maisha unadhani ni nguvu yako na ndio maana kuna mambo mengi hayatokei. So lakini wakati utajua kimahali nimefika sio are, kwa sababu ninajua, ni kwa you know, sababu mkono it's because it's the heart of God ni mkono wa Mungu umenibeba. Mahali nimefika sio kwa sababu ninajua jua. Bibilia inasema si kila mtu anajua kukimbia anatokaga na kuwa mshindi. Unaweza kujua kukimbia, lakini ukawa wa mwisho. Ni wengi so ambao walizania wanajua kukimbia, lakini mwisho wanafika mahali ambapo akikaa chini, anasema we says, yeah. Kwa hiyo Mungu anafungua bahari ya Shamu ili Israeli wasijisifu, For the people of Israel not to boast. lakini waseme ni mkono wa Mungu, the hand of God. Mungu anawapitisha